Naam, siku ya jana tulishuhudia mchezo mzuri sana katika kombe la Mapinduzi kule Visiwani Zanzibar ambapo Young Africans walikuwa wakicheza dhidi ya KVZ, mchezo ambao ulitamatika kwa Dar es Salaam Young Africans kuondoka na ushindi mnono wa goli tatu kwa sifuri wakiwa ni timu ambayo imefanya vizuri zaidi katika upande mzima wa mashindano hayo ya kombe la Mapinduzi Cup. Sasa baada ya matokeo hayo bwana mmoja kati ya wachambuzi hodari sana na mahiri wa soka nchini Tanzania, alikuwa akichambua ni kwa namna gani Young Africans ni kama wameova uh, dozi Kana, na kuingiza fulu mkoko uh, kikosi kizima cha Dar es Salaam Africans kwa timu kama KVZ, timu ambayo inaonekana haina ubora mkubwa sana dhidi ya Dar es Salaam Africans, kwa sababu uh, Yanga amekuwa ni miongoni mwa timu ambayo uh, inafanya vizuri sana si tu ndani ya nchi bali hata nje ya mipaka ya Tanzania. Tumeona katika michuano mbalimbali ya kimataifa ambayo iko chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF wamekuwa uh, ni moja moja kati timu ambayo inafanya vyema sana lakini pia um, kwa upande wa mashindano ya ndani imekuwa timu ambayo inafanya vizuri sana. Sasa uh, mchambuzi huyo bwana amesema kwamba Young Africans ni kama wanatama uh, ya kila kombe, ndio maana wameamua kuingiza full mkoko kwa mchezo wa jana. Hakukuwa na haja ya kumchezesha mchezaji kama Pacome Zuzwa, el profesa wa mpira kabisa, ambaye tunaona ama tunafahamu kwamba levu yake ni kubwa zaidi, lakini pia tumemwona mtu kama uh, Israel Patrick Mwenda ambaye pia alikuwa ni miongoni mwa kikosi cha Yanga ambacho kimecheza siku ya jana, ambapo waliweza kuondoka na ushindi wa goli tatu zaidi ya hao pia kulikuwepo na mwamba Duke Abuya katika eneo la kati, pia akiwa ni miongoni mwa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans ambacho kimecheza dhidi ya KVZ. Sasa kitendo cha Young Africans kupeleka wachezaji nguli katika mashindano hayo katika mechi ya jana dhidi ya KVZ, wengi wametafsiri kwamba ni kama tamaa ya kutaka kila kombe walichukua wao, ndio maana wameamua kuingiza fulo mkoko. Sasa uh, baada ya maneno hayo, kuna wadau wengine wameonyesha uh, kushangazwa na kauli hizo, huku wakisema kwamba Young Africans ni timu ambayo inashiriki kila mashindano ambayo yako mbele yake, na uh, kila mashindano ambayo wanashiriki, moja kati ya tegemeo lao ni pamoja na ubingwa wa mashindano husika. Kwa hiyo si ajabu Young Africans kuchezesha wachezaji kama Pacome Zuzwa, Duke Abuya na wachezaji wengine ambao wana majina katika mashindano hayo ya Mapinduzi Cup, kwa sababu ni moja kati ya mashindano ambayo yanatakiwa yapewe thamani kubwa sana lakini pia moja kati ya njia ya kuyapa thamani mashindano haya ni pamoja na kupeleka kikosi kizima cha timu husika, kutokana na wa, watazamaji wengi ama mashabiki wengi wanaenda uwanjani kwa ajili ya kuwaona wachezaji wao upendwo ambao pengine hawakupata nafasi kuwaona katika siku zingine. Kwa hiyo kitendo cha Young Africans kupeleka fulu mkoko katika michuano ya mashindano, a mashindano ya Mapinduzi Cup ni moja ya sehemu ya kuipa heshima Mapinduzi Cup, lakini pia ni sehemu ya kupeleka timu ambayo itakuwa na ushindani mkubwa, kama unavyofahamu ubora wake ulivyo. Tupe maoni yako kuhusiana na hiki ambacho nimekueleza. Ni sahihi Young Africans kupeleka fulu mkoko kwa timu ambayo, uh, haifikii hata nusu ya ubora wa klabu hiyo, ama pengine ni sahihi kutokana na kuipa thamani mashindano hayo ya Mapinduzi Cup? Maoni yako ni muhimu sana, tuandikie kwenye comment section, usahau bonyeza neno subscribe, tukumefanyia vyema.